Yes, mambo vipi? Ibrabaka, beki wa Yanga, amefungiwa game tano. Hatocheza game tano na baada ya game tano ata atacheza kwa maana game ya sita Ibrabaka atakuepo na atacheza zidi ya Simba, lakini game tano hatocheza kwa tukio aliolifanya kule Mbea. Adhabu yake ya kufungiwa game tano. Mimi nimependa sheria hizi zilizowekwa kwa sababu naona sasa hivi TFF wako serious na mpira wetu. Tukio alilofanya Baka naamini halitojirudia haji, tena halitojuhudia tena kwa sababu mtu anajua nikifanya hili tukio na game tano sitocheza. Kwa maana inaleta funzo kubwa sana kwa wachezaji wengine, na hivi ndio watu tulikuwa tunalilia, tulikuwa tunataka tuone adhabu kali zinatoka ili mpira uwe strong. Nimeona hata ata refa aliyocheza game ile ya Mbeya City na Yanga kapigwa na ebani ya michezo mitano. Hizi ndo adhabu ambazo tulikuwa tunazihitaji. Ukitoa adhabu kali, heshima atakuwepo. Ukitoa adhabu kali, weledi wa kazi utakuwepo, sio kwa refarii, hata kwa wachezaji uwanjani. Kwa maana mimi kwangu mimi, sio kwa sababu kapewa mchezaji wa yanga tu, no, nimefurahi kwa sababu tukitoa adhabu kwa timu kubwa hizi, haitokuwa mgogoro mkubwa hata kwa timu ndogo zikipata adhabu kama hizi, kwa sababu kama timu kubwa wachezaji, kwa sababu kama timu kubwa wanapewa adhabu ya aina hii, kwa nini timu ndogo isipewe vile vile? Au timu ndogo ikipewa malalamiko atakuwa wapi? Kwa maana hiyo mimi nimependa. Nimependa, nimependa ili liwe funzo, liwe funzo kwa wengine kwamba no, ukifanya hivi ni makosa. Nimependa sana, yani nimependa sana sana sana, naamini ligi yetu itanyooka sasa hivi.